Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwanza mi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta tuleo katika hii shule ya Maruku Sekondari. Hii si mara yangu ya kwanza kufika hapa, nilishafika mm -hmm. kwa kazi nyingine. Ni mshukuru sana mkuu wa shule kwa kazi nzuri ambayo inaonekana na nidhamu nzuri ambayo iko hapa kwa kuwatunza watoto wetu ongera kwa miradi ambayo tumeipitia leo, na tutapenda tena kuiona itakapokamilika. Tunashukuru mmepata mfumo yote ambayo serikali inahitajika kuanzia nesti na manunuzi mengine ambayo yako ndani yake. Mimi nimefika hapa kumwakilisha mkuu wa wilaya ya Bukoba. Kwa hiyo uongozi wa shule, ongeleni sana, niwaombe sana, hii miradi inatumia pesa za serikali, kwa hiyo tunapoletewa hizi pesa tuzitumie kutokana na maelezo ambayo yameletwa, yame kama tumeambiwa tujenge choo au matundu kumi au mangapi, tufate ule utaratibu, na inapotokea kama tunaona hichi kitu, kuna utaratibu mwingine tutakuwa tuutumie, tuwasiliane na mkurugenzi wa sehemu husika kuweza kupata ruhusa ya kufanya kitu kingine ambacho mnaona kwamba nyinyi mnashauri kiwe hivyo k tusibadilishe kitu fulani alafu baadaye nyinyi mkoje kukuta kuna gharama zaidi itatakiwa muiongezeke. Kwa hiyo mnacholetewa jitahidi mfanye hivyo, lakini kama mnaona mna uhitaji fulani, wasilineni na mkurugenzi na wataalamu zaidi, wana manjinia wao watawapa ushauri. Nipende tu kusema, yani, katika mazingira ambayo tuyaona, hii ni shule ya boarding, kuna kidato cha tano na cha sita tunapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anayofanya kwa kweli, kwenye suala la elimu watoto wetu sasa hivi washinde wao, mmeelewa wataalam. Kwa suala la elimu watoto wanasoma kwenye mazingira mazuri, kwa kweli serikali imejitahidi sana. Kwa hiyo niwaombe tu pia wanafunzi wetu, mkuu wa shule utaongea nao watunze ili miundo mbinu, maanake watoto sio wanakuwaga na, na shida gani naweza kaiko hapo, madirisha mazuri ya aluminium siku mbili yamevunjwa. Kwa hiyo tuwe makini na tuwape elimu, hizi ni pesa serikali inaitoa. Kwa hiyo mimi nipongeze sana serikali yetu kwa suala la watoto kuwawekea mazingira bora ya elimu katika nchi hii, kwa sababu hapa ndipo tunatengeneza viongozi wazuri wa baadaye viongozi wafanyabiashara wakubwa watakuwa wa nani, atatengeneza hata, hata marais wa baadaye. Lakini mtoto anaposoma sehemu labda anakuwa na kinyongo, hawezi kufanya vizuri. Kwa hiyo, niwapongeze sana walimu kwa kazi kubwa ambayo mnafanya, maadili yanazingatiwa, tunafurahi sana. Mheshimiwa Rais kupitia mradi wa GPE ametupatia kiasi cha shilingi milioni 49 kwa maana ya milioni 75 ni za ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa na milioni 39,900 na tisa kwa ajili ya ujenzi wa matundu 19 vyoo. Tulikuwa na uhaba mkubwa wa matundu ya vyoo. Kwa mradi huu vijana watafurahi na watasoma kwa amani, lakini tuna uhaba wa madarasa. Kwa ongezeko la vyumba vitatu vya madarasa sasa, vijana wana uwezo wa kusoma vizuri wakiwa wamekaa, na walimu wakiwa wanafanya ufuatiliaji wa karibu, kulingana na kwao watakuwa wameketi vizuri, basi ufaulu tuna imani utaongezeka, kwa sababu tutakuwa katika mazingira salama na sahihi ya kutolea elimu na kupokea elimu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine tena, Mama Samia Suluhu Hassan, na waandamizi wake ambao wanamwakilisha. Tunamshukuru sana mkurugenzi wetu Mama Fatina. Kwa sasa nina wanafunzi 1268. Wakike, wakike wakiwa wanafunzi 500 na wakiume wakiwa 78. Kwa majina anaitwa Anita Fibet Rumanyika, mwanafunzi wa kidato cha nne Maruku Sekondari. Tunashukuru serikali, Mama Samia anafanya vema, tusaidia sisi wanafunzi kusoma kupitia madarasa aliyotujengea hapa shuleni, kutuwezesha na pia vitabu wanavyotupatia. Tunawaahidi ya kwamba tutasoma kwa bidii na hivi vitabu wanavyotuletea. Tunaahidi hii hela aitokuwa aito ya bure, tutasoma kwa bidii, tutavitumia vizuri, academic performance itakuwa ya juu, na walimu ambao pia tunao wabobezi kabisa, wanatufundisha vizuri. Tunaahidi kwa tutawatumia vizuri ili tuweze kufaulu vizuri. Jina anaitwa Edison Edmund Mtakiwa, wanafunzi wa kidato cha sita Maruku Sekondari. Kwa upande wangu, ninaahidi nitafaulu vizuri kwenye mitihani yangu ya form 6 na kupata division vilevile ninaahidi kujitoa na kuwasaidia wadogo zangu walioko form 1 hata form 5, wanakuja kuhakikisha na wenyewe wanafikia nilipofika kakao au kufaulu zaidi nitapofikia mimi. Vilevile naishukuru serikali kwa kutuletea miundombinu, maana shule yetu ilikuwa na changamoto ya ya ya matundu ya choo. Kwa hiyo nashukuru sana, imeweza kutusaidia maana kuwepo kwa matundu ya kutosha ya vyoo shuleni inatusaidia kuepukana na kupunguza magonjwa, kwa mfano kuhara kwa tumbo kwao naishukuru serikali. Vile vile nashukuru kwa kutuletea mradi kwa kutuongezea madarasa ya kujisomea. Vile vile nashukuru kwa ufupi. Vile vile nashukuru hata, vile vile serikali imeweza kutuongezea walimu kwa mwaka huu ambao wanaweza kutufundisha hata sisi ya advance na, na ndogo zetu kwa ulevu. Kwao ninaahidi sisi kama wanafunzi wa Maruku Sekondari tunaahidi tutaitunza miundombinu hii, tunaahidi serikali, kwa kutudhamini hivi na kwa kutufadhili hivi, tunaahidi tutaiangusha, tutafanya matokeo ya shule hii kuanzia mwaka huu, kuanzia mitihani ya mock na mitihani ya taifa kufanya vizuri, tunahakikisha kwamba mwaka huu apata kuwepo division zero. Samia oe, oye! Maruku oe, oye ye! mama Samia juu! mama Samia juu! Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.